Katika kipindi cha miezi mitano ya ujauzito ndicho kipindi ambacho asilimia kubwa ya wajawazito huanza kuhisi vizuri mtoto akicheza tumboni. Katika mwezi wa tano wa ujauzito, ukuaji wa mtoto unaenda kwa kasi. Mpaka kufikia mwishoni wa mwezi wa tano, urefu wa mtoto unakadiriwa kufikia inchi kumi na uzito wa gramu mia nne. Alama za vidole na kucha za mtoto zinaanza kujitengeneza katika kipindi hiki, Japokuwa ngozi ya mtoto inakuwa nyembamba, lakini inakuwa na mafuta mengi ili kumwongezea mtoto joto la mwili. Pia ngozi yake inakuwa imefunikwa na uteute mweupe mzito ili kuilinda ngozi isiathiriwe na maji kwenye mfuko wa kizazi. Mbali na uteute huo kwenye ngozi, pia katika kipindi hiki ngozi inakuwa imefunikwa na vinyweleo ambavyo vinasaidia kuongeza joto la mwili na kuilinda ngozi ya mtoto. Mtoto anakuwa na utaratibu wake wa kulala na kuamka akiwa tumboni, na makelele nje ya tumbo yanaweza kumshtua akiwa usingizini. Mifupa na misuli ya mtoto inakuwa imekomaa vya kutosha, na ndiyo katika kipindi hiki mama anaweza kuyahisi mateke na ngumi za mtoto wake vizuri. Na kwa mtoto wa kike mfuko wa kizazi unaanza kujitengeneza katika kipindi hiki. Kwa mama mjamzito, hali aliyokuwa anapitia kwenye mimba miezi minne inaendelea kutokea: kiungulia, kupata choo kigumu, mabadiliko kwenye matiti, kizunguzungu, kutokwa na damu puani na kwenye fizi, na wakati mwingine kupata shida ya kupumua. Ni hali ya kawaida kwa mjamzito wa miezi mitano. Mapigo ya moyo ya mama yanaweza kuongezeka, ni hali ya kawaida ili kupeleka damu nyingi kwa mtoto. Katika kipindi hiki mama mjamzito anashauriwa, anashauliwa kulala angalau masaa nane kwa siku na pia kupata mapumziko wakati wa mchana.